Kenya leo imepokea taarifa za kusikitisha sana. Afrika Mashariki na wapenda kufuatilia siasa za Afrika wana huzuni pia. Ni habari ya mshtuko kwa waziri wa zamani wa Kenya, Raila Odinga kufariki dunia huko India akiwa na umri wa miaka 80 wakati alipokuwa akipokea matibabu mjini Kochi in nchini India. Sasa chanzo na jinsi alivyopoteza maisha ni kwa mujibu wa taarifa kutoka Mathrubhumi, Odinga alipata mshtuko yani, wa moyo alipokuwa akifanya matembezi ya asubuhi siku ya Jumatano, yaani hi leo, alikimbizwa katika hospitali ya Devamatha huko Koothattukulam, India, ambako madaktari wakatangaza kuwa amefariki dunia. Alikimbizwa katika hospitali hiyo. Odinga ambaye alikuwa mwanasiasa mashuhuri na mwenye ushawishi mkubwa Kenya, aliwahi pia kudumu kama waziri mkuu kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013 na akabaki kuwa kiongozi mkuu wa upinzani kwa miongo kadhaa. Raila Odinga huyu ni mmoja wa wanasiasa mashuhuri sana zaidi katika historia ya Kenya na bara la Afrika kwa ujumla. Kwa zaidi ya nusu karne amekuwa nembo ya mapambano mapambano ya hapo Kenya ya demokrasia, mageuzi ya kisiasa na haki za kijamii. Safari yake imejawa na changamoto, mafanikio na matukio mbalimbali mbali makubwa ambayo yameunda sura ya siasa za Kenya. Raila amezaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945, katika eneo la Maseno, kaunti ya Kisumu, akiwa mtoto wa mwanasiasa maarufu Oginga Odinga, ambaye alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya baada ya uhuru. Baada ya masomo ya awali, Raila Odinga alisomea uhandisi wa mitambo chuo kikuu cha Magdeburg Ujerumani Mashariki. Huu sasa ulikuwa mwaka 1965 mpaka mwaka 1970, ambapo alijijengea umahiri katika masuala ya viwanda na teknolojia. Huyu safari yake ya siasa ilianza rasmi mwishoni mwa miaka ya sabini, aliposhiriki katika harakati za kupinga utawala wa chama kimoja. Raila alikamatwa mara kadhaa kwa tuhuma za kushiriki njama za kupindua serikali ya Rais Daniel Arap Moi, mwaka 1982 na akatumikia kifungo cha miaka kadhaa bila kesi. Tukio hili likamfanya kuwa ishara ya upinzani dhidi ya ukandamizaji wa kisiasa. Katika miaka 1990, Raila aliongoza harakati za kutaka mfumo wa vyama vingi na mwaka 1992 alichaguliwa kuwa mbunge walang'ata kupitia chama cha Ford Kenya. Tangu hapo jina lake likawa sehemu muhimu ya siasa za hapo Kenya. Huyo ni Raila Odinga, moja kati ya watu maarufu hapo Kenya na Afrika. Aligombea urais mara tano, mwaka wa 1997, 2007, 2013, 2017 na kuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa na uvumilivu wa kipekee katika historia ya Kenya. Kifo chake kimeashiria mwisho wa enzi katika siasa za Kenya, huku rambirambi kutoka kwa viongozi wa Afrika na mataifa mengine zikiwa kubwa. Kwa habari zaidi, usikose kufuatilia channel hii, utaweza kupata mengi kumuhusu Raila Odinga na jinsi ambavyo ya haya yatatekelezwa katika msiba yake. Yaani, demokrasia si zawadi bali ni matokeo ya mapambano. Hii ni kauli ya Raila Amolo Odinga aliyotuachia.